na ikatokea mashakili mengine baina rifaata wa zaujatihi na ulama wa fiqhi katika mlango wa khul'i wanataja kisa hiki cha rifaa na mke wake qala rifaa na mke wake mke wake alikuja kwa mtume yani zaujat rifaa

anatekeleza ibada na tabia zake pia ni mzuri, lakini mimi naona tu moyo wangu hauridhiki kuishi na yeye tena, ni kama nimemchoka. Yani anasema huyu bwana nimemchoka, simtaki tena, ya Rasulullah. Na katika riwaya nyingine yasemekana, siku moja huyu bwana alikuwa anatembea na wanaume wawili, fa aqbalu, wanatembea wakiwa wakielekea mbele, wanakuja ule mke akawa anawatizama wale wanaume wawili ambao kwamba wanatembea na mume wake, ni wazuri warefu weupe, wana mandhari mazuri, yani ni ni wahansa kwa lugha zetu. Lakini akiangalia mume wake pale akitembea na wale anaona ni kitu, yani kibovu kibovu hivi. Akasema ah, mimi bwana, mimi naishi na mtu kama huyu Wanaume wako wengi wengi, sijui imekuaje nikampata huyu mimi. Yani moyo wake akaanza kuchukia nani, mume wake, kwa sababu ameona wale watu ni wazuri zaidi kuliko mume wake. Hapo hapo akaenda kwa mtumi ya Rasulullah, mimi sitaki tena kuishi naye, yani hakunifanyia baya, sijachukia tabia yake yoyote, wala kwenye ibada, lakini naona tu mimi siwezi tena kuishi naye. Hili jambo rafiki, linatokea kwenye ndoa, sio mara nyingine hutokea, mke akakatwa akamchukia mume wake, simtaki mimi huyu hata kama ni mahari yake, niko tayari kumregeshea ile mali ambayo niko tayari kum, kumregeshea mwenyewe. Hii inaitwa khulu'i katika, katika fiqh. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita mume wake huyu, amesema kadha wa kadha wa kadha, kisha akamuuliza ule mke, ataruddina alayhi hadiqatahu

au mwahasam ambao walikuwa wamewatamani. <laughs> Jina lake limetoka kidogo. Akaenda akaolewa kule Abu Zubair, kama sijakosea. Baada ya muda mchache amekuja tena kwa mtume kwa, kwa Saida Aisha. Alipokuja kwa mtume, mtume alikuwa ametoka, yuko nje, akaja kwa Aisha akishtakia mashtaka yake na huyu mume mpya, asema yoni pija hata amefungua ame, ame, dhiraa yake kama onesha Aisha mkono wake, asema angalia namna alivyonitandika huyu mume, afadhali nikarudi kwa yule yule <laughs> afadhali nikarudi kwa yule yule mimi basi. Akamwambia keti utumsubiri mtume. Mara mtume ameingia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na na Aisha akaenda akamwambia mtume, ya Rasulullah, siku hizi zungumza na masahaba wako hawa, siku hizi wanatandika watu, wanaume wanatandika wanawake sana Hebu angalia huyu mama amekuja akiwa na matatizo, amepigwa hata hatujui e, ile mswani wake ndio kijani zaidi, au dhiraa yake, namna alivyopigwa. Yani mtume akamwambia ni yupi. Ule mwanamke akaja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjua, manake mtume ndiye alifanya kesi ile ya, ya khulu. Mtume alimjua huyu mama, akamwambia la hatta tadhuqi usailata wa yadhuqa usailatak, haiwezekani mkaachana mpaka yeye aonje asali yako na wewe uonje asali yake. Ushaelewa hapo, sio kama hujaelewa? Haya mazungumzo sio yako, hujaingia kwenye ndoa. Yani Mtume swallama alisema ali kwamba mpaka mulale pamoja, yani kama mume na mke kisha ndio masala mengine haya. Sasa angalia, huyu mwanamke kidogo ni kama amejitoa katika mizani kwa sababu ya tamaa ya kidunia. Usiangalie jamali ya mtu, angalia tabia zake. Usiangalie uzuri wa mtu, pengine huyo mzuri ndio atakutesa kwenye maisha yako. Sio pengine, ukiangalia mali, mwenye mali atakuwa na kibri, na ndio utazungumza na kina mama, wale wasichana ambao kwamba wataka kuingia kwenye ndoa Msiangalie sana mambo ya mali wala mali ya, mambo ya, ya uzuri wa mume, wewe angalia tabia zake na ibada zake. Tayib. Moja kwa moja tuzungumzie baadhi ya matatizo ya ndoa ambaye kwamba mara nyingi ndoa zetu zavunjika kwa matatizo kama hayo kwa haraka haraka kwa sababu ya kutunga wakati ya kwanza Adamu linfaqi ala zawjia kule mtu kutompatia chakula mke wake, yaani kutowajibika kwa majukumu ya nyumbani. Kwa sababu wewe ukioa mambo ya chakula, nguo, maradhi, yote haya inakuhusu wewe. Sasa utaona baadhi ya ndoa kuna mashakili kama haya, mke anashtakia mume wake, hanilishi, haniangalii amenitupa na watoto wangu, na kweli ukiangalia hali yake yaonyeshe, utaona wanawake wengine wamejaa barabarani, wanafanya biashara, wengine wanafanya biashara maziwa, wengine wanafanya biashara miraa. Wengine wote hawa ukiuliza, wana matatizo kule nyumbani, majumbani mwao nini? Kwa sababu mume amekosa kutoa nafaka. Mara nyingine pia mwanamume aweza kuwa anatoa nafaka, analeta chakula nyumbani, anafanya majukumu yake pale nyumbani, lakini mara nyingine matatizo huja kwa mwanamke mwenyewe, yaani anataka zaidi ya uwezo wa mume wake. Wanawake wengi wako hivyo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, mwapatie wanawake kulingana na uwezo, kila mmoja kulingana na uwezo wake. Mola atuambia, li yunfiq dhu sa'atin Min sa'atihi, wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Mola subhanahu wa ta'ala asema kila moja apeane kulingana na uwezo wake. Yaani, wewe mwanamke usimsumbue mume wako kwa kitu ambacho kwamba ni zaidi ya uwezo wake. Kile ambacho yeye anakuletea uridhike nacho. Yaani, kila moja awajibike katika hili. Wengi, makathi, na ndio utaona wanawake wengi wanaenda kwa maqadhi kuomba talaka, mimi nataka huyu tuachane na yeye, kwa sababu haniangalii, hanilishi, hasomeshi watoto. Matatizo ni kutosimamia ile familia kwa namna inavyotakikana. Hii mushkil lazima tuondoshe. Mushkili mwingine adamu alihtiram min kila tarafain, kutoheshimiana Kutoheshimiana, mume hamheshimu mke wake, mke hamheshimu mume wake. Mara nyingine utaona wanatukanana, mwanamke ni badhiatul lisan, ulimi wake ni mchafu, ulimi mrefu, na mara nyingine anaomba talaka. Kuheshima ni msingi muhimu katika ndoa. Vile watu wanavyoheshimiana kabla hawajaingia kwenye ndoa basi wakiwa ndani ya ndoa watakana waheshimiane zaidi. Wewe angalia ile wakati wa khutuba, wakati wa kosa kosa, yaendelea namna gani? Heshima baina ya baina ya wale ambao wanakoseana, antale, yani maneno matamu wanaopeana pale, hapo ndoa haijapatikana bado. Zile message sijui I love you sijui honey sijui mtoto wangu baby sijui sweetie aramahi Mazungumzo haya wanapeana, hawajaingia kwenye ndoa, lakini wakiingia kwenye ndoa ni matatizo. Ile zile yale mazungumzo yale maneno yote mazuri yanapotea. Hebu niambie wewe, ule uga hapa, siseme wale wa nje, nakuuliza wewe, ni mtihani nakupatia lilini, ulimwambia mke wako i love you? Hebu niambie ule mwaka ambao unakumbuka, mke wako, mke wangu, nakupenda. Wazee mnakumbuka lini? Lakini kabla ujaingia kwenye ndoa kwa sababu ataka aingie kwenye kumi na nane zako, ndio vijana nasema kwenye kumi na nane zako, ama aingie kwenye boksi. Utamwambia zile lugha zote, mzuri, mzuri zile. Sasa zile lugha zimekosekana, heshima imekosekana, mpaka watu wanatukanana, inafika wakati mpaka mtu ana, anatukana mpaka familia mke, matatizo makubwa sana shaka. Matatizo yenu yabakie ni yenu, usipeleke kwa ammi yake wala kwa ndugu yake wala kwa familia yake yoyote. Nyinyi kama mmekosana, mmekosana nyinyi kama nyinyi, kwa nini mwingilie kwenye familia zenu? Na mara nyingine utaona mwanamke anatoka kwenye taa ya mume wake, waweza kumwona mara nyingine mume anamwamrisha, lakini hataki kufanya, hataki kutekeleza amri ya mume wake mume anamkataza kitu fulani, hataki kutekeleza vile alivyoambiwa na matatizo makubwa. Hivi sasa utaona baadhi ya wanawake wengi wanatoka bila ya ruhusa ya mume zao, wanatoka majumbani, wanakwenda harusini, wanakwenda sokoni, wanasafiri wengine bila ya mume kujua. Sasa ni matatizo haya, wewe kama mume, shughulikia matatizo yako kama haya

na akamtii mume wake ataingia peponi siku ya Kiyama. Ni katika matatizo, lazima tujaribu kusuluhisha matatizo mengine. Almuasharatu fil firash, almuashara yale matangamano ya kwenye kitanda, au tuanza kusema yani kukutana jinsia, kijinsia, yani hili ni muhimu sana. Na hii ikikosekana ndio utaona matatizo huja sasa hapa. Na hii ni haki ya haqu mushtarakun baina baina zaujaini. Haki ya kitandani ni haki ambayo kwamba ni ya kushirikiana baina ya mume na mke. Sio ya mume peke yake wala ya mke peke yake. Hata ulama wa kifiqhi wanasema hii ni haqu zauji. Wengine wanasema hii ni haqu zauja wengine anasema hii ni haki ya mume, ndio mume anaweza akakaa baada ya muda ndio akutane na mke wake, kwa sababu hii ni haki yake hii. Wengine akasema la, hii ni haki ya mke, lazima apate pale anapohitaji. Na mwanamke pale mume anapomtaka katika haki hii, ni lazima am, amwitikie mume wake, ikiwa hana dharura ya kisheria. Mtume anasema katika hadithi ya Abu Hurairata radhiyallahu anhu

Mume akalala akiwa na hasira juu ya mke wake, laanataha almalaika hata tusbih, malaika wanamlani mwanamke kama yule mpaka asubuhi yake yani, kama ni usiku mpaka asubuhi, kama ni mchana mpaka jioni. Hii ni haki ambayo kwamba ikikosekana basi hutokea hu mashakili na migogoro ya kifamilia. Mara nyingine watu wakaenda wakaachana, wakapeana talaka kwa sababu ya mshikili kama huu na haifai mtu kuficha, hii ni siri ya ndani. Mwanamke kama ana shida kama hii aseme kwa kadhi, kwa sababu mmoja katika faida ya ndoa ni mtu ishbaul ghariza, kushibisha ile hali ya kinafsi. Ikiwa haipatikani hakuna faida ile ndoa, tayib. Lakini utaona wanaume wengi zama zetu hizi hasa vijana ambao kwamba wako kwenye ndoa mtu anaweza akakaa mwezi mzima ama wiki mbili au hata zaidi, haonani na mke wake. Na ukifuatilia sababu nini, utaona labda yumarisu alaqa muharrama, labda ana mpango wa kando nje, anaenda kujitosheleza kule nje. Akija kwa umume mke wake taabani, hajiwezi. Haya matatizo shekh, ukiwa kwenye ndoa jaribu sana kukaa kwenye ndoa yako vizuri, usitoke nje. Hii inaharibu ndoa. Au mara nyingine waweza kuona mwanamume, hasa vijana, huwa anafuatilia zile, zile video zile za uchafu zile za kuangalia kwenye masimu. Hii pia ulama wanasema inaweza ikasababisha ukakosa ile hamu ya mke wako, wale ambao wanaangalia zile aswar khalaia zile video mbaya zile ambazo kwamba zatembea kwenye mitandao na kwenye ma, ma internet ukiangalia zile. Ikiwa una tabia kama hizo, basi utakosa ile hamu ya wewe kwa mwanamke. Utakuja tu wewe ni kibiriti hakiwaki ime, imenyeshewa na mvua. Kwa hivyo hii haki ya ndani kwa ndani ni muhimu, na ikikosekana haki kama hii ndio pale utokee migogoro, mpaka wengine wakaenda kuachana. Kisha katika haki nyingine, au katika mashakili ambayo kwamba tupitia kwenye ndoa zetu, adamul adala baina zaujati mima yuaddi ila shiqaqi wal nizaa. Ikiwa mtu ana mke zaidi ya moja, wake wawili, watatu, wanne, kule kutofanya uadilifu itachangia upande mwingine ulete mizozo. Kwa mfano, una, una wake wawili, watatu wewe kama upande mmoja umetelekeza, wewe waonekana kwa huyu mdogo kila siku, huyu wa Ben Masheto. huyu wa Ben Masheto, huyu sasa wewe, saa zote fulani, yuko wapi? Yuko kule, usiku mchana, masaa ishirini na nne yuko kule. Yule mama watoto wakubwa, aonekana yeye ni kama tambara tu, kitambara akifai tena kile. sasa yeye atajihisi vipi yule mama? lazima kutaingia migogoro hapo, mtaachana, watoto watateseka. Sasa Mola subhana wa taala ametutaka tufanye uadilifu tukiwa na wake zetu wake zaidi, zaidi ya mmoja, kufanya uadilifu katika chakula, katika mavazi, katika kulala, katika kila kitu tayeb wa minha alghira alshadida min almarati aw alzawji. Moja katika matatizo kwa harakaharaka haraka, ni ile kuwa na wivu sana. Mume kuwa na wivu sana na mke wake, au mke kuwa na wivu sana na mume wake. Hii husababisha ndoa zikafanya nini, zikaharibika. Wivu ni mapenzi na ni mahaba, lakini atakana wivu iwe na kiasi, yaani usiwe na ile hali ambayo kwamba wivu umepitiliza mke wako hatakienda choni, umetoka wapi? hatakienda kuchukua kitu dukani, umetoka wapi? lete simu yako, toa password niangalie. Eh, kufuatiliana namna hiyo, shekhi, mambo mengine yafungie macho bwana. Sasa wewe utamchunguza uta mtu mzima mpaka lini wewe? eh, etakana watu waishi kwa kuaminiana na ile husnu dhanni, kitu muhimu sana, kila mmoja amdhanie mwenzake

Kizungu tunaita nini, Sheikh? Kuchiti, yani mume kwa anamchiti mke wake, au mke anamchiti mume wake. Yani hii ni matatizo makubwa sana, Sheikh. Kama tabia hii iko, basi italeta migogoro sana. Kwa nini msipeane simu zenu? Nini, mimi nikae na simu wa mume, mke wangu yeye, yeah, akae na. Lakini mwanamume hakubali watu kushika simu zake hakubali mke kushika simu yake, sijui simu yake. Kwa nini? Hapo ni matatizo ni bala, kwani kuna nini hapo? Ni ni ndani basi, utaona alama moja au dalili moja kwamba mtu anamchiti mke wake ni kule kukataza simu yake mke asishike. Wewe kama uko katika grupu hiyo, basi unachiti pia, sijui uko kwenye grupu gani. Allahu a'lam <laughs> wewe ndio unajua kwenye grupu gani. Sasa hii khiana za ujia ni kitu kibaya na ni hatari sana, ambayo kwamba inaweza kuharibu ndoa zetu. Vile vile katika mashakili ni kumdhulumu mke haki zake, kumdhulumu mke haki zake kama nini? Mfano, assabbu ala huquqiha alwajiba, yani wewe kumnyang'anya haki zake za lazima katika mfano, mke ana mali yake ya mirathi, amerithi kwa watu wake, babake au labda ndugu yake, ana mali ya mirathi, hufai kuchukua kwa lazima, au mahari yake, au ukawa unamkataza una mahari yake, au almuratabat, labda mwanamke ni mtu ameajiriwa, ame ana kazi nzuri, ile mshahara wake ikawa wewe wadhulumu. Yaani wewe umechukulia ile nafasi ya kwamba wewe ni mume na ndio kichwa cha familia basi uka, ukafanya ndio unaweza ukafanya lolote katika ile ndoa yako. Haki yake ni haki yake. Akitaka kufanya biashara, akitaka kufanya dini, hufai kugusa mali yake kwa njia yoyote ile. Na mwanamke huwa hapendi aingiliwe kwenye mali yake. Mwanamke hapendi kuingiliwa kwenye, kwenye mali yake. Kama ni mahari, kama ni mshahara wake, kama ni pesa mali ya mirathi, au kuna ardhi ploti ameachiwa na watu wake, wewe malaka dakhlun fiha, usiingilie. Na hii italeta migogoro mpaka kwenda kuwachana na watoto kuteseka. Kisha nyingine ambayo kwamba ni upande wa wanawake, almuqaranatu baina ma inda alinsan wa ma inda ghairihi. Utaona baadhi ya wa wanawake, yeye anaangalia kwa watu zaidi kuliko kwake yeye ya anatamani aishi kama wakina fulani na mume wake, uwezo wake haufiki hapo. Sasa mwanamke ambaye kwamba atakuwa na tabia hii ya kwamba yeye ataka maisha kama ya wengine, yaani hana kanaa, hana furaha na maisha ya mume wake anaoishi, hii ni matatizo. Lazima tuwe na kanaa, na wanawake watosheke na yale ya waume zao. Kisha ya mwisho ili tupate hulul mushkili wa mwisho ambao kwamba hutokea pia, adamu lihtimami bin nadhafati shakhsiya, yani yaani mtu kuto kutokuwa na umuhimu katika usafi wa kimwili kama mswaki, kuondosha harufu mbaya kwenye mwili wakati wa muamala, kuamiliana na mke au mke kutokuwa na nadhafa ya mwili wake wakati anaamiliana na nani, ana, anafanya muashara na mume wake. Hii mara nyingine ina, inapelekea kuchukiana baina ya wanandoa wa, wa hawa. Yani, mwanamke ameshinda ya mchana mzima, hajaoga, ameingia jikoni upika huku na huku, jasho sasa. Mume itapelekea mume kwenda kumchukia ule mtu, au utaona baadhi ya wanaume anakaa na mke wake, yuko kitandani pamoja, lakini chakula cha jana bado yuko kwenye nini, kwenye meno yake, hajapiga mswaki. Sasa yule mke, ingawa ataona haya kukuambia, lakini ile inamumiza ndani kwa ndani, ile itapelekea kwenda kuachana. Ni matatizo haya yote, na kwa hali yoyote atakavyokuwa Usimchukie mwanamke kwa tabia fulani. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam: la yafrak muminun muminatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Mtu asimchukie mke wake kwa tabia fulani, ikiwa tabia ile hairidhishi, bila shaka huyu mwanamke ana tabia zingine nzuri. Ikiwa mathalan haogi, labda ana matatizo katika kupika, hajui kupika vizuri lakini angalia tabia zingine, labda anaswali, anakuheshimu, anakuwekea maji ya kuoga, anasafisha nyumba, anaosha watoto. Yani, usimchukie kwa sababu ya tabia moja. Umechukia tabia moja, ana tabia alfu moja mke wako. Zile tabia zingine ndio uridhike nazo. Sasa ulama wanatuambia, baada kwamba tumeona migogoro yote, matatizo ya kwenye ndoa hii ambayo tumeeleza na mengine ambayo kwamba hatujaeleza alhal vipi tutaweza kupata suluhu? Na hii ndio muhimu zaidi katika mazungumzo haya. Baada ya kwamba mashakili imetokea, umekosana, umetukanana, umekorofishana, nimetokea hili na lile, taib, nini suluhisho? Nataka nimtulize mke wangu, atatulia vipi? Jambo la kwanza, anasema atalatufu walluyunatu wa adamul muahadati halan, kuwa mpole kuwa laini na kutomwadhibu ule mwanamke pale pale wakati shida imetokea. Sasawa jamaa, na ndio mara nyingi mtume alikuwa na hali kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yulatifu azwaja, alikuwa akionyesha upole wake zake. Mwanamke aweza kuwa na waka kelele bala lakini, mtume anatulia sallallahu alaihi wasallam, kisha anampa maneno mazuri. Wakati ukisikia namna gani mtume alikuwa anakaa na Aisha ile lutfi yake na mazungumzo yake, ni kama vile tumeeleza tume pale mwanzo kile kisa chake cha, na, kisa, kisa chao na Saidina Abubakar Siddiq wakati wamekosana. Kwa hivyo hata kama atakuwa yuko vipi mke wako, wewe jaribu kuwa chini Uwe mpole, hapo ile mushkili hautakuwa mkubwa. Tayib, kisha alighdha, alighdha, kuna baadhi ya mambo mwanaume atakana ayafungie macho, jifanya kama hujaona. Sawa, mke amekosea wazi, makosa yake yako wazi, lakini wewe hey, kama mwanamume, sio kila kitu uchukulie, mambo mengine yafumbie macho, jifanye hujaona, jifanye hujasikia. Na ni raha sana mtu kuwa na kuwa na tabia hii, yaani waona ameharibu chakula, imeisha imenanio, ime chumvi imezidi chumvi, au hajaweka chumvi kabisa, mara nyingine yani unajifanya chakula kiko sawa na watu wengi huwa ni watu wa kuwa yani kuwafungia macho wake zao, watu wema. Shekhi, yuko bwana mmoja anaitwa Al-Hatimul Asam kama sijakosea, ile usiku wa ndoa <laughs> ile siku ya ndoa ameingia kwenye nyumba yake ya ndoa kwenda kukutana na mke wake, yule mke kwa bahati mbaya ikamtoka ile ria <laughs> bibi harusi shekhi usiku wa kwanza, ikatoka e, riyah, auko lugha nzuri labda, ingawa sio lugha nzuri, lakini ule mke akatoa ushuzi. Yule bwana akasema la haula wala quwwata illa billah. Sasa akiona kwamba mimi nimemkundua huyu atavunjika moyo atasikia vibaya, wacha nijifanye mimi sisikii, nijifanye mimi sisikii, kwa kumstiri ule, yule mke asijione aibu basi asemekana ule bwana aliishi katika ile hali ya kutosikia, anajifanya hasikii kwa mke wake. Watu wakamwita hatimul asam duko nini, kwa sababu ya kumstiri ule mke. Alipokuwa anajaribu kuzungumza na yeye, na, na, na, na, na, akawa anamwitikia na wasema nini? Ule mke akasema, akasema, alhamdulillah nimetoa ushuzi, lakini hajanisikia. Wakaishi hivyo maisha yao yote.

Ishi na mke wako kwa tabia njema, uamiliane naye kwa tabia nzuri, pengine waweza ukamchukia